Tukiendelea katika silsila ya darsa ya sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumezungumza mara mwisho, uh, suala la Jurhum kuingia katika ardhi ya Makka na kwenda kuweka makazi yao wale, walipowapata Hajar alaiha salam pamoja na mtoto wake Ismail alaihi salam na kisima cha Zamzam, Wakaomba ruhusa na wakapewa ruhusa kwa masharti kuwa kisima e, ni chao wao, yaani Hajar na mwanawe Ismail alayhi salam. Kwa hiyo Jurhum wakawa wenye kuweka makao yao sehemu kama hiyo ya Makka na Ismail alayhi salam akawa ni mwenye kukua baina yao na akatabani lugha yao akawa ni mwenye kuzungumza lugha yao ambayo kwamba ni lugha gani? Kiarabu. wasili yao ni Yaman, ni Waarabu, na asili ya Ibrahima alayhi salam ilikuwa ni uh, Iraq na lugha yao ni tofauti, hasa kwa wakati huo, walikuwa wazungumzi Kiarabu ni lugha ya uh, uh, Aramaya. Kwa mfano uh, Kiarabu Assalamu alaikum kwa aramaya ni shlamalu. Kwa hiyo ina tofauti kwa lugha yao khaswa kwa wakati huo, na e, baadhi huenda ikawa bado wapo wamehifadhi e, katika uzungumzaji kama huu, lakini Ismail alaihi salam yeye alikuwa baina ya Waarabu Akazungumza lugha ya Kiarabu, akalelewa baina yao kuwa, na mwisho uh, akawa ni mwenye kuoa kutokamana na wanawake wa Jurhum, na hapa ndiyo twaja polepole katika uh, laini ya kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam <coughs> asa Jurhum wao wakawa wameshikilia uongozi wa kisiasa wa Makka na uongozi wa kisiasa tamaanisha nini? Kwa sababu siasa yenyewe ni neno la Kiarabu. Sasa yasusu siasa, na neno ambalo kwamba liko katika matamko ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ambayo kwamba ameipokea Abu Hureira kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam

masuala ya kimaisha, uchumi wa watu, mambo ya kijamii, ikawa hii iko katika mikono <coughs> ya kabila la Jurhum katika mji wa Makka. Na na kisha Ibrahim alayhi salam katikati alikuja na wakawa wenye kujenga kuta za Kaaba na mwanawe Ismail alayhi salam, na ukawa uongozi wa mambo ya kiibada sasa yako juu ya Ismail alayhi salam Wajurhum hawakuwahi kuwa na mamlaka yoyote juu ya Kaaba, ilibakia tu kwa Ismail alayhi salam na ikashuka chini kwa kizazi chake, isipokuwa tu utawala, uh, uongozi wa kisiasa, masuala ya kiutawala yalikuwa mikononi mwa Jurhum. Jurhum wakaishi katika mji wa Maka kwa muda mrefu takriban miaka alfu mbili na baadaye walikuja wakageuka Jurhum wakawa wafisidifu, wakawa madhalim. Na mara nyingi, hivi ndivyo huwa watu wanaji wanajisahau. Pale mwanzo watu wanajifahamu ya kuwa hii ni neema tuko nayo, wakizoea kisha lawa ni jambo la kawaida, kisha baadaye wana abuse ile nguvu ambayo kwamba au mamlaka ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapatia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuwaondoa kupitia kabila la Al-Khuzaa. Na Al-Khuzaa pia vile vile ni kabila ambalo kwamba ni la Kiarabu lililotoka lililogura kutoka Yaman, wakawa wenye kuivamia mji wa Makka na kuwatoa juruhum kikamilifu, wakawa ni wenye kutolewa katika mji wa Makka. Sasa Jurhum, kabla ya kutoka katika mji wa Makka, wakati wa wako katika uvamizi chini ya uvamizi na kabila la Alkhuza, kuna vitu viwili walivyofanya. Jambo la kwanza, walikuwa wenye kukifukia kisima cha Zamzam na wakafuta dalili zake zote walikuwa wenye kukifukia na wakafuta alama, yani mtu hata akija yuweza akaangalia akaona labda hapa kuna kuna kisima. Wakawa wenye kuzitoa zile alama kabisa, walikuwa wenye kukifukia. Na chingine walichofanya wakawa wenye kuiba uh, kutokamana na hazina ambazo kwamba zilikuwa ndani ya Kaaba ni vitu ambavyo kwamba vya asili labda viliwekwa pale wa kizamani vilikuwa ndani. Walikuwa wenye kufanya nini? Walikuwa wenye kuiba kwayo. Khuzaa wakawa ndio watawala wapya katika mji wa Makka. E, na kufikia saa hii kizazi cha Ismail alayhi salam wakawa waokuwa wengi, matagaa yamekuwa mingi na wametapakaa katika Jaziratul Arab, wameenda sehemu tofauti tofauti, isipokuwa tagaa moja peke yake lilibaki katika mji wa Makka. Tagaa moja katika lineage, katika kizazi, katika wazao wa Ismail alayhi salam, moja peke yake ndo lilibakia ya katika mji wa Makka. Wale wengine walikuwa wametapakaa katika Jaziratul Arab, na hili tagaa moja ndio Quraish walikuwa wamebakia katika mji wa Makka. Kwa hiyo Quraysh ni mojawapo ya makabila mengi ambayo kwamba ni kizazi cha Ismail alayhi salam, na maarufu huitwa eh, Ma'ad ibn Adnan. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye yee huambiwa ni Al-Adnani, kizazi cha Adnan. Kwa hiyo Quraysh Uh, ni moja wapo ya makabila haya ambayo kwamba ni Ma'ad ibn Adnan kizazi cha uh, Al Adnan. Wa Quraysh wakawa wanaishi Makkah bado, lakini watawala wa mji wa Makkah ni kabila la Al Khuzaa, kiongozi wao akiwa ni Amr bin Lahyi Al Khuzai, na hukuma Quraish wao kama kabila wao kama community walikuwa na kiongozi wao ambaye kwamba ni Usay bin Kilab. Usay bin Kilab akaweza kuwaunganisha Makureish, akawaleta pamoja makabila kabila koo zote za kiqureish, akawaleta pamoja, wakawa ni wenye kupindua serikali ya Alhuzari akaongoza mapinduzi dhidi ya uongozi wa, hatimaye sasa ikawa wazawa Ismail salam, wa Ismail alayhi ssalam wameshikilia nyanja zote za uongozi, uongozi wa kisiasa na uongozi vilevile wa masuala ya kiibada na si hilo tu bali Qusay bin Kilab alikuwa ni mwenye kushikilia na kuzikusanya nyanja zote za uongozi katika mikono yake. Zipo nyanja tofauti tofauti na tatakuwa mwenye kuzitaja, na ya kwanza ni alhijaba. Alhijaba ni usimamizi wa Alkaaba mambo yote kuhusiana na alkaaba, usafi wake, nidhamu zake, kila kitu chake. Kuna masuala ya alkiswa, ile kuni ile nguo ambayo kwamba huvikwa alkaaba. Kwa hiyo masuala ya usimamizi wa kaaba ilikuwa mkononi wa Qusay bin Kilab, na ilikuwa jambo kubwa mno ile wakati huo, na ni jambo kubwa mpaka mpaka leo. Na vile vile alikuwa uh, akiongoza katika suala la assiqaya warifadha. Assiqaya wa rifadha ni kulisha na kunywisha mahujaji wanaokuja katika hija, uwasimamie wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala, kula kwao na kunywa kwao. Na bila shaka hili ni jambo kubwa njambo ambalo kwamba walikuwa wakilishindania, na lilikuwa katika mkono wa Qusay bin Kilab. Na vile vile alikuwa kiongozi wa nadwa, anadwa, bunge maarufu, yani lile jumba mpaka likiitwa Darun Nadwa, jumba ambalo kwamba lilitumika katika ku, ku, ku, kufanya mipango dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ile ilikuwa kama parliament ile, yeye ndiyo kiongozi, yeye ndiyo kusema, yeye ndiyo yuendesha lile bunge, na vile vile alikuwa ni msimamizi wa aliwa, aliwa ni bendera ya vita. Yeye ndo alikuwa na mamlaka ya kutangaza vita na alikuwa na mamlaka ya kusimamisha vita. Akisema watu waingia vitani, watu waingia vitani. Akisema hakuna vita, vita vimesimama au hatuendi vitani, watu hawendi vitani. Yeye ndio yuamua kuwepo kwa amani na kuwepo kwa vita e, aliwa. Kwa hiyo alikuwa kiongozi katika kila nyanja Qusay bin Kilab. Sasa Qusay bin Kilab alipokufa nyadhifa kama hizi zikagaanywa baina ya watoto wake aliyowacha. Mmojawapo katika watoto wake ni Abdimanaf, na mengine yakaenda kwa ndugu wengine wengine. Sasa kuna mjukuu wa Qusay bin Kilab na katika watoto wa Abdi Manaf ambaye kwamba alirithi kutoka kwa baba yake uongozi, uh, au usimamizi au wadhifa wa Asiqaya warifada, ile kulisha na kunyisha mahujaji, Amr bin Abdi Manaf bin Qusay bin, bin Kilab. asa Amr akawa ni mwenye kurithi wadhifa kama hiu kutoka kwa baba yake, na am akawa ni mwenye kuleta jambo jipya, akawa ni mwenye kuboresha jambo katika suala la ulishaji na unyweshaji wa mahujaji. Kawaida ilikuwa wanyama watachinjwa kisha Eh, kutachemshwa supu kwa masufuria makubwa maregedi, sio? Alafu watapewa eh. Hii ya warahisi kuwasimamia watu wengi katika kula kwao, kishapata mtu supu na kuna nyama, basi hawarahisi katika ulishaji wa watu wengi. Kwa hiyo kitu ambacho kwamba alifanya Amr yeye alianza kuvunja mikate akiwachanganyia katika ile supu, kwa ikitengezwa mikate na ikivunjwa, kwa hiyo akaboresha ule mlo, na hapa ndio jambo muhimu. Uh, jambo ambalo kwamba liko interesting, hii process ya kuvunja kitu kikavu katika lugha ya Kiarabu yaitwa hashim, kama vile ambavyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuasema faktalata bihi nabatu lardhi faasbah hashiman tadhuruhu riyah, mfano wa maisha yetu haya tunayoishi sawa na mvua italetwa mimea itamea kisha alafu ile baadaye mimea hupata eh, matunda ndani yake hubakia mabaka makavu makavu ambao kwamba yanavunjika vunjika yakabebwa na nini na upepo na anayefanya hivyo, yule mtendaji ataitwa nani? Ni Hashim, mwenye kuvunja mikate. Kwa hiyo jina la aitwaye Hashim. Sasa Hashim manake ni e, katika Kiswahili tambiwa ni baba mkubwa, sio kwa sababu ni babake babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, jina likatoka kutoka kwa Amr, ikazoeleka nini ikazoeleka Hashim kwa kule kuwavunjia watu mikate katika hii supu. Sasa huyu ndiye babake babu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Hashim, lakini asili jina lake ni Amri. Hashim ilikuja baadaye, watu wakambandika kwa ajili ya hili jambo ambalo kwamba alilifanya katika uh, uh, assiqaya wa rifada. Sasa Hashim, tutamalizia kidogo hapa, alioa uh, kutokamana na wanawake uh, alioa Madina ikiwa wakati huo yaitwa Yathriba, na akamuoa mkewe katika mji wa Madina. Na baada ya kumuoa akiwa katika safari ya kibiashara, akafa katika mji wa Gaza, Gaza ya leo ndiopo alipokufa. E, babake mkubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, babake babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huku mkewe akamwacha akiwa ni mjamzito. Baada ya muda na mke kawa yuko kwa familia yake, akazaliwa mtoto akiitwa Shaiba, na inshaallah katika darsa inayokuja ndio tutakuja tutafahamu, Shaiba ni nani na ni nani katika uh, laini ya kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Tanisamehe kutokana na matayarisho kwa ajili ya masuala ya kikazi leo, imebidi darsa nifupishe imekuwa fupi kwa sababu nawaona mwaniangalia bado mwadha kusikiliza, lakini hapa ndio tumfika mwisho jamani. Na nasikia vibaya tumfika mwisho na mapema, lakini inshallah katika jumamosi inayokuja eh, tutakuwa ni wenye kupata kwa makini. Lakini lillahi alhamdu, minna tumefikia mahali ambapo kwamba tusongelea kufahamu vizuri eh, ile laini ya kizazi cha mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivi haswa ndivyo kumfahamu mtu kisawasawa. Yani muislamu yatakaniwa mpaka ukija ukiulizwa kuhusu mtume sallallahu alayhi wasallam, waweza ukamweleza kama vile ambavyo kwamba waweza ukaeleza wewe kizazi chako. Na hivi ndivyo kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam hata kuliko nafsi zetu. Kwa inshallah tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ayeke katika nyoyo zetu mahaba ya kweli ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam.